Mamlaka katika jimbo la Kerala kusini mwa India wametoa tahadhari baada ya meli iliyokuwa imebeba mafuta na shehena ya hatari kuvuja na kuzama katika ufuo wa jimbo hilo katika bahari ya Arabia. Umwagikaji huo ulitokea katika meli yenye bendera ya Liberia ambayo ilipinduka karibu na jiji la Kochi siku ya Jumapili. Ukanda wa pwani una wingi wa viumbe hai na pia ni kivutio muhimu cha watalii. Wafanyakazi wote ishirini na nne waliokuwemo kwenye meli hiyo wameokolewa, lakini baadhi ya makontena mia sita arobaini ya meli hiyo yameripotiwa kuwa yakielea ufukweni na hivyo kusababisha yahamishwe. Mamlaka inahofia kuwa mafuta fuel na vitu vingine vyenye madhara ambavyo vimevuja kutoka kwa meli na shehena yake vinaweza kuhatarisha afya ya wakazi na viumbe wa baharini. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jack Masawe. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare, ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.